Ulimwengu mzima unajiandaa kukaribisha mwaka mpya 2015 baada ya waumini wa Kikristo kusherehekea sikukuu ya Krismasi pamoja na sikukuu ya Boxing Day. Hata hivyo, kuna wale katika jamii ambao kwamba hakupata fursa kusherehekea sikukuu hizo mbili, wala hawana nafasi ya kukaribisha mwaka mpya, na yote haya sio mapenzi yao, bali ni kutokana na majaliwa, kwani siku zote binadamu hupata ajali walo na sio alitakalo. Katika sehemu hii ya makutano ya barabara ya Juja na barabara ya Racecourse, mtaani Pangani jijini Nairobi, nilikutana na vijana hawa wa kurandaranda wakiwa katika harakati za kujitafutia chakutia kinywani. Miongoni mwao kuna wale wasiokuwa na pakupaita nyumbani na kuna wale waliotumwa hapa kutafutia riziki familia zao. Katika sehemu hii ya jiji vijana hawa wametupilia mbali tabia za kuombaomba na kupora wapita njia na badala yake wanajihusisha na kibarua walichojipa wenyewe, kibarua cha kusafisha magari yaliyo kwenye msongamano, huku akitarajia kupata chochote cha kutia mfukoni. Sanchez mwenye umri wa miaka 11 ni miongoni mwa wale wanaojihusisha na kibarua hicho. Kijana huyu anayeonekana kuwa mwingi wa heshima na upole anatoka katika familia ya ndugu wanne. Yeye yuko hapa kwa kutafutia chakula nduguzi wadogo wa kike, akidai mamake hajawajibika ipasavyo. Atoka kazi tawa kuja saa tano kuja kaa milala mpita si tushia lala, alafu asubuhi anaamka anaenda anatoa chai, pesa za chai tunapika chai nakunywa, naenda kutafuta pesa za lunch na za usiku, si tulala njaa, lakini mina ukuja kuwatafutia chakula wangu wa Boxing Day na matayarisho ya kuukaribisha mwaka mpya, kwa vijana hawa ni maneno tu wanaoyasikia kwa mbali, maneno yasiyokuwa na umuhimu wowote maishani. E, tu bado na eh kupanguza gari, kuduru bado kipata pesa naenda na kula. Eh, alafu tena narudi esanaendamlangna jioni. Sanchez ni mwanafunzi katika shule moja ya msingi, na kama kijana mwenye maono anaamini, siku moja ataboresha maisha ya familia yake. Hapa pia tulikutana na kababa mwenye umri wa miaka minane, naye amekuja hapa kutafuta cha kutia kinywani. Anampatia kama anakataa, ananinyima aafunapanguza gari ingine kama ananipatia ananipatia. O kama nika 50, ananiambia niani nikakule. Nataka kurudi shule, nikisa rudi shule, nikimaliza nikuwa president wa hii Kenya na niokoi Kenya. Sanchez na kababa ni mfano tu wa maelfu ya watoto nchini Kenya ambao maisha yao yanaishia kuharibika katika miji mingi nchini humo kutokana na no, ukosefu wa wajibikaji miongoni mwa wazazi wengi. Ahmed Juma Bhalo, Darubini Wikendi, Nairobi.